Jina anaitwa Matar Ali Salum, ni mbunge wa jimbo la Shauri Moyo, anaotokea visiwani Zanzibar, mkoa wa Mjini. Naamini kwa uchaguzi wa leo ambaye umefanyika, tumefikia mwisho kuhakisha kama kumpata spika wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambaye tumempata spika ambaye ni Hassan Zungu ambaye ni, ni, ni spika mzoefu, manake kipindi kilichopita alikuwa naibu spika elfu mbili na kumi na tano tulikuwa naye, alikuwa ni mwenyekiti wa Bunge, lakini elfu mbili na ishirini akawa naibu spika na sasa tumempata spika kamili, akiwa Hassan Zungu. Tuna matarajio makubwa kwa kupatikana kwa spika wetu huyu Zungu, kwa sababu ni spika ambaye tunamwamini na ni mchapa kazi na ni mpenda watu, na naamini kuwa utendaji wake mheshimiwa Hassan Zungu, basi wananchi wa Tanzania wote kwa jumla watarajie makubwa na mafanikio makubwa kutoka kwake na kutoka kwa bunge letu hili tukufu. Mheshimiwa mheshimiwa Mzungu, mheshimiwa Zungu, mheshimiwa Spika, kwa tunavyomfahamu kwa uchapakazi wake ni mtu ambaye anaweza, ana uwezo mkubwa wa kuunganisha kufanya kazi na mimili yote mitatu ikawa inafanya kazi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mheshimiwa Zungu, utendaji wake unajulikana tangu naibu spika, lakini naamini watanzania wote watarejea mabadiliko makubwa katika Bunge la Jamhuri muungano wa Tanzania. Naamini litakuwa bunge la kisasa na bunge ambalo linachapa kazi kwa muda wote na kuhakikisha kama wananchi watatetewa. tuku, na tuko tayari kujenga hoja na kutetea hoja ambazo zitazoletwa ndani ya bunge na tutazoleta kwa bunge mmoja mmoja. Na vilevile tumejipanga kwa bunge hili tufanye kazi t na spika wetu huyu, iwe bunge la mfano ambalo bunge litakuwa la wachapa kazi na kuhakikisha kama kero za wananchi wa Tanzania zinatatuka. Lakini spika wetu huyu, anaamini ni mtu ambaye msikivu, ana uwezo mkubwa, kila unachomwambia maana yake kikiwa kiko sawa, basi mnaelewana na mnaweza mkafanya kazi pamoja bila shida. Kiukweli hata leo maoni yake ambayo kaatoa baada ya spika yametutia moyo zaidi sisi wabunge kuhakikisha kama ofisi za spika ziko wazi, mwenye ushauri wake, mwenye maoni wake mwenye malalamiko yake basi, anaweza akenda kwenye ofisi za spika, na yuko tayari kumpokea mbunge yote, ili kuhakikisha kama wanakwenda sambamba. Kwa imani hiyo, sisi wabunge tumezidi kumwamini sana mheshimiwa spika ambaye ni Hassan Zungu, ana uwezo mkubwa wa kufanya kazi.